Mmeongelea barabara mbunge wenu amesema, mkuu mkuu amesema mkuu wa mkoa amesema, mwenyekiti wa CCM wame, amesema wa mkoa na mwenyekiti wa wilaya amesema, na mimi nikasema siwezi kutoka hapa, maana mwenyekiti wa mkoa amesema tunategemea kauli ya katibu mkuu. Sasa katibu mkuu wa CCM, ni katibu mkuu wa chama kinachotawala au sio? Kwa hiyo si lazima aseme yeye au sio? Nimesema nataka waziri wa ujenzi ndio aseme, waziri wa ujenzi ndio. Kwa hiyo mi nampigia simu waziri wa ujenzi Abdalla Ulega, ataongea na nyinyi moja kwa moja, eh, hey, mheshimiwa waziri. Naam, shikamoo katibu mkuu. Marahaba, habari ya kwako? Nzuri sana tu, nashukuru. Nipo kwenye mkutano wa hadhara na wananchi wilaya Rorya katika eneo la Shirati, na sana. Wanatamani sana kujua katika ahadi zilizoahidiwa na chama chetu kwa wananchi hao kuhusu barabara inayotoka Mika Utegi Shirati mpaka Kirongwe, tunakwenda kufanya nini katika mwaka huu? Asante sana. Karibu kuu. Kushukuru kwanza, nianyo kupongeza kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa chama chetu, na sisi wasaidizi wenu tunaona fahari kubwa sana kufanya kazi chini yenu ninyi majenerali wetu, uh, kwa kazi kubwa mnayoifanya kwa ajili ya nchi yetu. Karibu mkuu. Ni kweli hii barabara ya Mika Utegi, mheshimiwa waziri Naam. Wananchi wanasema hawajasikia ukisema CCM oye. Oh. <laughs> Asante sana CCM oye. Mama Samia oye. <laughs> Asante sana. Endelea, waziri. Asante katibu mkuu. Kwanza naomba wana CCM wawe na ufahari mkubwa. Huyu waziri anayezungumza hapa Abdalla Ulega ni kijana wa Chama cha Mapinduzi toka ametoka chuo kikuu kusoma, hajawahi kufanya kazi nyingine isipokuwa ni kuihudumia Chama cha Mapinduzi. Barabara hii ya Mika, Utegi, Shirati, Kirongwe ni kilomita hamsini na sita na katika hizo kilomita hamsini na sita tumeweka kilomita ishirini na saba E, na hizo kilomita ishirini na saba ni kutoka Utegi mpaka Shirati ambapo tumezitangaza na wakandarasi wamejitokeza wamechukua zabuni mm, na tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa nne mwaka huu wiki uh, moja ijayo tutafungua ile zabuni kuona ni mkandarasi gani aliyeshinda zabuni ya ujenzi wa kiwango cha lami wa Utegi mpaka Shirati. Tukishafungua maana yake hatua inayofuata ni kumkabidhi, kumkabidhi saiti mkandarasi na kuanza kujenga mara moja. Kwa hivyo, katibu mkuu, hii ni hatua ambayo tuliyonayo kwa sasa kwa kipande hiki cha mika utegi shirati Kirongwe. Asante sana. Tunakushukuru mheshimiwa waziri, nadhani makofi na vigegele umevisikia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, na wananchi wa Shirati wameniambia kwa ambi, wameniambia ni kwambie kwamba makofi mengi na vigelegele gelegele walivyokupigia hiyo kazi isipofanyika, <hit> usije huko. Asante sana, asante. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Amina kila la heri huko. Asante sana. Hiyo nawekea maiki kabisa. <possess>